Siia saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga. Karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya ya amka na BBC asubuhi hii, Marekani yatangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi kuhusiana na vita vya Ukraine, ikilenga sekta ya nishati, ikiwemo kampuni mbili kubwa zaidi za mafuta. Shirika la afya duniani WHO limeongoza zoezi la kuhamisha waliopo katika hali maututu uko Gaza, huku wengine zaidi elfu moja mia tano wakisubiri kutibiwa nje ya Gaza, na tunaangazia mwenendo wa kampeni na, na ushiriki wa wanawake kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania hapo Oktoba 29, mwaka huu. Kwa safari hii wanawake wamejitokeza katika kugombea, wamejitosa. Hawa wanawake wamejiamini na wameamua kuchukua na kugombea nafasi za u ubunge. Kwa hiyo wamepanda kutoka kwenye ule ubunge wa viti maalum na kwenda kwenye ubunge wa majimbo. Alhamisi, Oktoba 23 mwaka 2025. Kwanza mwenzangu, Karo Robi, ana kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu. Asante Skola. Marekani imetangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi, ikilenga sekta yake ya nishati, zikiwemo kampuni mbili kubwa zaidi za mafuta za Urusi. Rais Donald Trump amesema mazungumzo ya mara kwa mara na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kuhusu kuvikomesha vita vya vi Ukraine hayakupiga hatua zozote. Bila shaka yatakuwa na athari kwani ni vikwazo vikubwa. Vikwazo dhidi ya mafuta, vikwazo vinavyolenga kampuni mbili kubwa za mafuta, ni miongoni mwa kubwa zaidi duniani lakini ni za Warusi, zinauza mafuta kwa wingi. Na natumai akili zitamkaa sawa, na natumai Zelenski pia atakuwa mzingativu. Kama wasemavyo, inahitaji watu wawili kucheza densi ya tango. Taarifa kutoka Marekani imesema hatua ya kuiwekea Urusi vikwazo inalenga kuizuia nchi hiyo kutumia mapato yatokanayo na uuzaji wa mafuta kufadhili vita hivyo na kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo. Ukraine imesifu hatua hiyo ya Marekani ikisema amani itapatikana tu kupitia nguvu. Kumekuwa na majibizano makali kati ya rais Donald Trump na rais wa Colombia Gustavo Petro baada ya marekani kuishambulia meli katika bahari ya Pacific kwenye pwani ya Colombia ikidai inasafirisha madawa ya kulevya. Watu wawili wameuawa kwenye shambulizi hilo. Bwana Trump amemwita rais Petro kuwa ni jambazi na ku wanaume watatu alowataja magaidi lakini hakutoa ufafanuzi zaidi. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema wameweza kuwaondoa wagonjwa arobaini na mmoja kutoka Gaza hapo jana kwa ajili ya kwenda kupokea matibabu. Samba tenzi na taarifa zaidi Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wagonjwa hao wanasindikizwa na wahudumu mia moja hamsini na kuongeza kuwa kuna wagonjwa wengine elfu kumi na tano wanaosubiri idhini ya kuruhusiwa kuondoka Gaza kwenda kupokea matibabu kwingineko bila ya kuitaja Israeli. Mkuu huyo wa WHO ametoa wito wa nchi kuoneshe mshikamano katika kuwasaidia Wapalestina wa Gaza na kuhakikisha njia zote zinafunguliwa ili wagonjwa waweze kuondoka katika ukanda huo wa Gaza na mamlaka ya kitaifa ya Uingereza ya kukabiliana na uhalifu imesema inachunguza ongezeko la visa vinavyohusisha makundi ya vijana wanaowalenga wasichana wenye umri mdogo kwa lengo la kuwarubuni kujidhuru. Makundi hayo ya vijana yanatumia mitandao ya kijamii kutafuta wasichana wanaoposti kuhusu matatizo yao hasa ya kuhangaika kiakili, kujifanya kuwa wanataka urafiki nao, kisha kuwashawishi kujidhuru au kufanya vitendo vya kujidhalilisha mubashara katika mitandao hiyo ya kijamii. Hii ni BBC, kutoka studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Mwenzangu Karo Robi amekusomea huo muhtasari wa habari za ulimwengu. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka hapa, idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika nchini DRC, tusikilize kupitia redio Muungano Beni. Nchini Kenya, Gulf radio. Nchini Tanzania unaweza kupokea matangazo yetu kupitia radio One ya Dar es Salaam, redio Free Africa kule Mwanza, Bomba FM, Nyandazaji kusini mwa taifa hilo, na redio Kuzerangara Uganda, redio Paidha internet katika BBC Swahili.com matangazo ma haya, msikilizaji hukujia pia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rabaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Marekani imetangaza vikwazo vipya vinavyolenga makampuni mawili makubwa ya mafuta ya Urusi, Rosneft pamoja na Lukoil, ikiwa ni juhudi za kushinikiza nchi hiyo kuweza kufanya mazungumzo ya amani na Ukraine. Vikwazo hivyo vimetangazwa siku moja tu baada ya Rais Donald Trump mkutano katika mkutano wake uliopangwa ukagawanyika katika mji mkuu wa Hungary, Budapest kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kuahirishwa zaidi na Halimanyanza Akizungumza baada ya mkutano wake na katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO Mark Rutte kujadili mazungumzo ya amani, rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa mwenzia wa Urusi Vladimir Putin kwa kutokwa mkweli na kutochukulia kwa umakini upatikanaji wa amani na kuongeza kuwa ana matumaini vikwazo hivyo vipya vitasaidia kulazimisha kupatikana kwa mafanikio. Ameeleza kuwa kila anapokutana kwa mazungumzo na Rais Putin wanakuwa na mazungumzo mazuri tu, lakini amekuwa hayafiki popote, akijibu swali aliloulizwa na waandishi wa habari kuwa kwa nini anawekwa vikwazo sasa kwa Urusi na hakufanya will... hivyo mwanzo will..., Rais Trump amesema amehisi tu kwamba ulikuwa wakati mwafaka na kwamba wamsubiri kwa muda mrefu I... amevielezea pia vikwazo hivyo vipya kuwa ni vikubwa mno, lakini ameongeza kusema kuwa ana matumaini kwamba vitaondolewa haraka endapo tu Urusi itakubali kusitisha vita. Kwa upande wake, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi Neto Mark Rutte amepongeza hatua hiyo iliyochukuliwa kwa kusema kuwa inaongeza shinikizo kwa rais Putin na pressure... kwamba hatua hiyo this... itamlazimisha rais huyo wa Urusi kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo naye. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bazant amesema vikwazo hivyo vipya vilihitajika kutokana na rais wa Urusi vladimir Putin kukataa kumaliza vita alivyovieleza visivyo na maana ameeleza makampuni hayo ya mafuta ya Rosneft na Lukoil kuwa yamekuwa yakitumika kama silaha ya vita kutokana na ufadhili wake kwa Kremlin. Katika taarifa yake yaliyoitoa waziri huyo wa fedha wa Marekani amesema ni wakati mwafaka sasa wa kusitisha mauaji kwa kusitisha vita haraka iwezekanavyo. Mwezi wa nane mwaka huu, Rais Putin na Trump walikutana Alaska kwa matumaini ya kumaliza vita vya Ukraine huku mkutano mwingine wa pili uliopangwa kufanyika ukiairishwa. Kulingana na makadirio ya serikali ya Uingereza, makampuni hayo ya mafuta yaliyowekewa vikwazo ya Urusi yamekuwa yakisafirisha mapipa milioni tatu nukta moja ya mafuta kila siku, huku Rosneft ikihusika na takriban nusu ya uzalishaji wote wa mafuta nchini Urusi, ambayo ni sawa na asilimia sita ya uzalishaji wa mafuta duniani. Mafuta na gesi ndiyo chanzo kikuu cha mauzo ya nje ya Urusi, huku wateja wakubwa wakiwa ni pamoja na China, India na Uturuki. Ni taarifa yake, Halima Nyanza. Kiongozi wa shirika la afya duniani WHO anasema shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaongoza zoezi la kuhamisha wagonjwa 41 waliokuwa katika hali mahututi kutoka Gaza siku ya Jumatano. Tedros Adhanom Gebreyesus alisema wagonjwa hao waliandamana na watu wengine 150 na kuongeza kwamba bado kuna wagonjwa 15 wanasubiri kibali ili wapate matibabu nje ya Gaza. Zaidi na Victor Kenani bila kuitaja Israel alizitaka nchi kuonyesha mshikamano wao na kufunguliwa kwa njia zote ili kuwahakikishia wagonjwa uwezekano wa kuondoka katika eneo la Palestina lililoharibiwa. Katika hatua nyingine ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ imesema kuwa Israeli ina wajibu wa kisheria kuharakisha utoaji wa msaada wa kibinadamu katika eneo la ukanda wa Gaza kupitia Umoja wa Mataifa na taasisi zake ili kuhakikisha mahitaji ya msingi ya raia wa Kipalestina katika eneo hilo yanatimizwa. Mahakama Kuu ya Umoja wa Mataifa pia ameeleza kuwa Israeli haijathibitisha madai yake kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi waki wa Kipalestina UNRWA halina uadilifu au kwamba idadi kubwa ya wafanyakazi wake ni wanachama wa Hamas au makundi mengine ya kijeshi. Hata hivyo, Israeli imekataa maoni ya ICJ ikiyaita ya kisiasa na kusisitiza kuwa haitashirikiana na UNRWA, jambo ambalo tayari imeipiga marufuku. Maoni hayo si ya lazima kisheria ingawa yana uzito mkubwa wa kimaadili na kidiplomasia. ICJ iliombwa pia kujumuisha atika maoni yake wajibu wa Israel kuruhusu bila kizuizi usafirishaji wa misaada muhimu kwa raia wa Kipalestina kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwezi huu kuanza kutekelezwa. Wataalamu wa kimataifa wanaoungwa mkono na umoja wa Mataifa walionya kwamba zaidi ya watu 1640 wanakabiliwa na hali mbaya ya upungufu wa chakula na kwamba kulikuwa na baa la njaa lililosababishwa na binadamu katika jiji la Gaza. Israeli imekanusha tamko hilo la baa la njaa, ikisisitiza kuwa inaruhusu kuingia kwa cha chakula. Shukran, Victor Kinani. Kenya ni miongoni mwa nchi nane ambazo zimeongezwa kwenye orodha ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza inayotoa onyo kuhusu hatari ya sumu ya methanol kutokana na vinywaji bandia ama vilivyotiwa uchafu. Wasafiri wanashauriwa kuwa makini na dalili za sumu ya methanol kama vile kuona ukungu na kuchanganyikiwa, ambazo zinaweza kusababisha ugonjwa mkali au hata kifo. Jamhuri wa vyombo amezungumza na Daktari Geoffrey Mureira, mkurugenzi katika kitengo cha ukaguzi kwenye shirika linalohusika na kuhakikisha ubora viwango vya bidhaa kwa ajili ya matumizi salama nchini Kenya yani KEBS. Methano ni kemikali yenye sumu na uwezo ukaitofautisha na ethano yenye inatumiwa kutengeneza pombe. Kama miaka kumi na saini imepita, kulikuwa na shinda kubwa sana Kenya juu ya methano, pale watu wangeitumia bila kujua kutengeneza pombe na ilikuwa ina fanya watu wa kutoona na pia vifo naje, huwa inatoka wapi hasa medhano? Ni kama tu venye pombe inatengenezwa kupitia ile process, inaitwa distillation. Kitu yenye imefamentiwa tuseme mtama, mahindi, ni venye tu ile sehemu yenye inatoka wakati distillation inafanywa, inatolewa kwa njoto kiwango fulani. Kuna ingine inatolewa kwa njoto ya juu, hiyo inakuwa ethanol, ndio inaenda kwa pombe. Kuna hiyo ingine nao inakuwa methanol. Kwa hivyo ni kemikali ya kawaida yenye iko na matumizi yake kwa maisha ya kila siku, kutengeneza hizi solvent, kutengeneza paint, kutengeneza vitu kadhaa. Vitu hivyo ambavyo sivyo vya kula, sivyo vya kukula kwa sababu ni sumu. Kwa nini basi inapatikana reja reja? Kampuni nyingi zenye zinafanya distillation, lakini kwa sasa kutoka tuweke hizo viwango, huwezi ukaipata reja reja, lazima ikubaliane na zile viwango zimewekwa, kwa sababu tuko na viwango kadhaa. Mwenye anatengeneza na napaswa kufuatilia e, mwenye anatumia anapaswa kufuatilia, na pia yale magari yanasafirisha, na pia zile containers kwenye hizo kemikali zinawekwa. Na sasa, kwa nini Kenya imejipata kwenye orodha hii kuna Kenya na pia Nigeria. Kenya kujipata kwa hii orodha ni kulingana na ile matukio ya hapo mbeleni kabla ya hivi viwango kuwekwa, kuhakikisha ya kwamba hii sumu watu hawaikuli wa na ni kuambia ya kwamba Kenya peke yake, Afrika mzima iko na viwango hivi vya pekee nam huyo ni Dokt Joffrey Moreira kutoka kishirika la viwango kule nchini Kenya, KIPS, kama alivyozungumza na jamhuri mwa vyombo. Sasa viwanjani na jezi na nambari 14, Kenani, twende kazi. Asante sana yeah. Tunaanza na michuano ya ligi ya mabingwa ambapo jana usiku zilipigwa mechi kadhaa. Chelsea imekuwa timu ya kwanza katika historia ya ligi ya mabingwa kuwa na wafungaji watatu vijana baada ya kushinda kwa mabao tano kwa moja dhidi ya Ajax katika uwanja wa Stamford Bridge. Maguhi mwenye umri wa miaka 19 aliandikisha historia na kuwa kijana wa kwanza kufunga kwa muda mfupi zaidi na kuwa mfungaji mdogo zaidi wa Chelsea katika ligi ya mabingwa, kabla ya rekodi yake kuvunjwa dakika 33 baadaye na Estevao William mwenye umri wa miaka 18 aliyefunga penalti ya tatu baada ya penalti kutoka kwa Enzo Fernandez na Wout Weghorst na bao la mbali kutoka kwa Moses Caicedo katika kipindi cha kwanza kilichojaa matukio. Chelsea ilifanya mabadiliko matatu kipindi cha pili ikiwemo kumwingiza mshambuliaji Tyrique George ambaye pia alifunga bao dakika tatu tu baada ya kuingia na kuwa kijana watatu kufunga katika mechi hiyo. Kwingineko, Victor Osimhen alifunga mabao mawili na kusaidia jingine, huku Galatasaray ikipata ushindi wake wa pili mfululizo katika ligi ya mabingwa kwa kuishinda Bodo Glimt kwa urahisi. Mshambuliaji huyo wa Nigeria alionyesha mchezo mzuri akifunga mabao mawili kipindi cha kwanza na kumsaidia Yunus Akgun kufunga baada ya mapumziko na kuhakikisha ushindi wa mfululizo kwa mara ya kwanza tangu mwezi Desemba mwaka 2012. Bao hilo bao hizo mbili zilimfanya Osimhen kuwa mchezaji wa kwanza wa Galatasaray kufunga katika mechi saba mfululizo za michuano mikubwa ya Ulaya, akivunja rekodi iliyowekwa na Burak Yilmaz katika kati ya mwezi Oktoba mwaka 2012 na, na mwezi Machi mwaka 2013 Katika mechi ingine Hugo Ekitike alifunga dhidi ya klabu yake ya zamani huku Liverpool ikimaliza msururu wa kupoteza kwa kishindo baada ya kutoka nyuma na kuichapa Eintracht Frankfurt kwa mabao tano kwa moja katika ligi ya mabingwa baada ya kuanza msimu vizuri na kushinda mechi saba mfululizo katika michuano yote, Liverpool ilikuwa imepoteza mechi nne tu, ikiwemo eh, katika mfululizo ikiwemo dhidi ya Manchester United katika ligi kuu siku ya Jumapili. Hata hivyo mabao mengine kutoka kwa Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo na Dominic Soboslay yalihakikisha ushindi kwa Liverpool. Katika mechi nyingine ya ligi mabingwa, Athletic Club ilifunga Karabag 31, Tottenham ilitoka sare tasa dhidi ya AS Monaco, Atalanta ilitoka sare tasa pia na Slavia Prague, Bayern ikiadhibu Club Prague 4 0, Real Madrid ikaishinda Juventus kwa bao moja kwa sufuri huku Sporting ikiibuka na ushindi wa mbili moja dhidi ya Marsel. Nitakomea spoti hapo kwa sasa, shukran sana, shukran sana. Shukran.